Basi mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Kenya, tuko hapa katika maeneo ya feri Likoni mjini Mombasa ambapo tumekuja haswa ili kusambaza ujumbe huu wa Yesu Kristo, ya kwamba anakupenda ananipenda basi tell a friend. To tell a friend basi tuko ama... na ndugu ambaye tumemtembelea hapa ambaye amepata nafasi ya kuweka biashara yake hapa anaendelea kupigapiga biashara na tunamwita Tom na atatueleza je, yeah, biashara yake ilianza vipi? Uh, biashara nilianza na kidogo ile nilipata nayo mm. So, amaa saa hii vijana wanaona mtu mpaka uwe na pesa kubwa. Biashara unaweza kuanza na elfu moja ama elfu mbili wow. Yes kama hii yangu nilianza 2000 unaokota sati kama tano, unasungusa tu ee, baadaye jioni unapata una kitu kesho, unarauka tena sokoni, hivyo hivyo. Kwa hivyo mwanzo, mwanzo kabisa tu ulianza kama mchuzi? Nilianza kama mchuzi, nachukua so sati na troza Kongowea, unasungusa, unatembea tu town. Uh, e, nilienda hivyo hivyo, nikapata nafasi hapa Feri hapa hapa hapa nafasi niko best, Feri, nafasi, nauzia hapa, niko hapa. Sasa a uh, nimepata ile naweza kuhamisha kwamba usiwa usiangalie pesa kubwa sana yeah. Unaweza kupata hata ile kidogo uko nayo uh -huh. Mungu atakuonekana hiyo kidogo uko nayo, utaanza tu nayo kabisa. Yes, aha, very nice. Sasa sijui kama umesikia kuhusu um, wakati ni sasa eh? nimesikia kidogo, wakati ni sasa, nina habari kidogo Yes. Ah, sasa ningetaka yes, nikueleza kuhusu wakati ni sasa yes. Ah, unaenda pale unatoa tu simu yako, unaenda pale katika YouTube, enda tu kwa YouTube, ni kuonyesha vile utaenda. Enda kwa YouTube, kisha kwanza, mwanzo unawasha data yako ama internet, unaenda katika YouTube, kisha unatype hapo Hope Channel Kenya, type pale juu Hope Channel Kenya Hope Channel. He, hata naona imejileta tu hapo, ndio hiyo kisha. Aha kabisa, sasa unasonga tu, naona before. Sasa uende kwa zile videos, unahakikisha kwamba umesubscribe, ili wakati ambapo tuna upload videos zetu unaziona pale mwanzo. Kwa hivyo ubonyeza subscribe kabisa, hasa teremka chini tu, ukiteremka chini unabonyeza pale sasa. Hizi ni zile ambazo um, Uh, ni events ambazo zimeshafanyika, tunaona hapa ni wakati ni sasa day 1 tunaona wakati ni sasa day 2. Uh, na mambo kama hayo, kwa hivyo basi, hebu bonyeza kama hapo wakati ni sasa, tuone lipi ambalo linaendelea pale. Aha, very nice, unapata ya kwamba tuko na uh, net event. Aha, turudi nyuma kidogo Aha. Very nice unarudi hivi una, una... Tu... Acha tuende kwa hii ukiklik pale, utaona kwamba kama haya ni mafunzo ya jana ambayo tuliyapata pale. Kwa hivyo usisumbuke, na tell a friend to tell a friend. Si sasa nimekuonyesha jinsi ya kuaccess yale mahubiri? Sasa mnachukua tu simu yako ama mtambo, unabonyeza pale Hope Channel Kenya Alafu unapata mafunzo au vipi? Asante sana, nimeona nitakuwa nakufuatilia kila wakati. <tabili> Mtazamaji <matukio> unayetazama Runinga Hope Channel Kenya, napenda kukufahamisha kwamba tuko maeneo ya Mombasa, wakati ni sasa, ambako tunajaribu kuangalia mambo yote haya na kuyaweka kuwa wazi kwako na kwa ajili ya wengine wanaotizama. Basi <tabili> kidogo tu, kuna wale pia wataweza pengine kufika pale katika kizingo ama pia mm -hmm. Washinde kutazama katika vininga ya Hope Channel event hii. Yes. Tunawambia basi uh -huh. Enda pale kwenye Play Store. Hapo hapo. Yani fungulia ile internet, fungua tu, fungua simu, fungua tu mm -hmm. Enda pale katika Play Store, utaip Hope Channel Kenya alafu utapata ile app mm -hmm. ambayo tunaita Hope Channel, Channel Kenya, Kenya app. Mm -hmm. Ukiingia pale mm -hmm. utapata event hii penzi mtazamaji, bonyeza mm. tu mm -hmm. Hope Channel Kenya itafunguka mm. mm -hmm. na ikifunguka usisite wala kusumbuka. uh -huh. Kimbilia, wakati ni sasa. Ukifinya wakati ni sasa, vipindi vyote kem kem, nyimbo zote mm -hmm. ambazo tumekuandalia katika msururu huu wa wakati ni sasa utazipata hapo ndani kati. Na vile vile pia unaweza chungulia mitandao mingine ya kijamii kama vile kama Facebook, pia ukapata wakati ni sasa, maana tumekuandalia vitu vizuri vizuri ambavyo unaweza kujifunjari na kuvielewa na ni rahisi siku hizi mm-hmm. si lazima utufate kule kabisa, lakini unaweza ingia kwenye simu yako ndiyo, na ukatupata ndani ya simu yako nne. Ni rahisi mpenzi mtazamaji mm-hmm, kwako wewe vyema sana kuwa na neema ya kuweza kutazama Runinga ya Hope Channel Kenya, ho mwanga kwa jamii, kwa maana wakati ni sasa.